Ujumbe ambao ninapatia wananchi ni ya kwamba kuhusiana na huu, hii, wa, hii polio hii, ni wakati ambapo, nafasi ambao watu hawafai kukosa. Uhakikishe mtoto wako chini ya mwaka kumi na moja anapata hii chanjo. Kwa vile mnavyojua huu ugonjwa wa polio ni ugonjwa wa hatari, inawapuuza na inaleta shida kwa mtoto wako kwa maisha ya baadaye. Kwa hivyo unahakikisha, ni drop tu nika drop tu nika, ina liquid maji tu kamaji, unapewa mtoto, aina shindano na aina mambo mengi, side effects zake ni pia ni chache. Kwa hivyo ninawahimiza wakazi wa Marsabit County wachukue huu nafasi, wasiupoteze, wahakikishe watoto hao wanapata hii chanjo. Uh, na sio Marsabit pekee, inafanyika kaunti ingine tatu: Wajir, Garissa na Mandera. Na hizi kaunti zote kama mnavyojua, ziko bordering na Ethiopia, ndio maana wanapewa hizi chanjo, kwa sababu kuna uwezekano ya chanjo hii, uh, ugonjwa kuenea rahisi kutoka Ethiopia na ingie Kenya uh, pengine